Kiwa katika kituo cha bajaji hapa manispaa ya Iringa, ni mkutano ambao umetumia takriban dakika 30 pekee kunadi sera zake. Tutajenga kiwanda kikubwa kwa ajili ya kuchakata matunda ya maparachichi na kutengeneza soko la kisasa, soko la kimataifa litakalo sababisha bidhaa zenu za mashambani muweze kuuza kwa uhakika na bei nzuri zenye maslahi ili Watanzania wanaoishi Iringa waweze kupata fedha kutokana na rasilimali ya matunda wanaolima. Kuhusu zao la miti nalo halikuacha kombo. Serikali nitakayoiongoza itakuja kujenga kiwanda kikubwa Iringa cha kuchakata mbao, cha kuchakata miti, cha kuchakata makaratasi ili kusababisha ajira za kutosha, ajira za kudumu, lakini pia tunahakikisha mazao yenu ya mbao yanapata bei nzuri. Baada ya wananchi wa manispaa ya Iringa kusikiliza sera za mgombea huyu, ndipo nikataka kufahamu sera zake na hoja zake zimewagusa kwa kiwango gani. Jinsi mheshimiwa ambavyo wamefunguka ukweli na jinsi ambavyo wanaonyesha nia ya kuweza kuwasaidia Wanairinga, mimi kama mimi imeweza kunivutia sana. Kwa sasa wanasiasa wanaendelea kupanda mbegu kwenye mikoa tofauti tofauti, lengo hasa ni kuhakikisha wanapata mavuno yaliyobora ifikapo Oktoba 20 tisa mwaka huu Muhammad Nyaulingo, Azam News, Iringa.